kutokana na time tumeona tuanze kuifungisha. Baada ya hapo, tutaendelea na mengine pamoja na baadia na salatu at-tarawih. Ndoa hii ni ya uh, ndugu yetu anaitwa Salum Molel au Moleli, huyu ni maarufu katika nchi hii. Hapo nyuma hakuwa Muislamu na alisilim, na li, nilibahatika mimi kumsilimisha na hatimaye leo ameona aowe tokiwa katika Ramadhani ya 26 kwa mke ya 27, na sheria inamruhusu kuoa mtu ndani ya Ramadhani. Sheria inaruhusu mtu kufunga ndoa mchana wa Ramadhani, usiku wa Ramadhani. Kilichokatazwa tu mchana wa Ramadhani, asimsogelee mke wake. we bwana maarufu kwa jina la Pierre. Si ndio? Hapo simama Waislamu wakona hapo, e? Pierre Liquid. Hapo simama Liquid. E. Hapo hu Salum ni mwenzetu, ni muislamu na amesilimu muda mrefu, na mimi ndiye niliyemsilimisha, na akaomba ikifika siku yake ya kuoa mimi nifungishe hiyo ndoa na hatimaye leo Allah amepanga anaoa Bwana Salum Moleli maarufu kama Pierre Liquid. Na mfamo jamani, eh? Yale mambo yote kayaacha, si ndio? Hivyo hebu eh, tumpe maji waislamu akumsikia kidogo Basta, tuna tarawih jamani. <laughs> Eh, bwana Salum. Wewe wasalimie waislamu kwanza. Asalamu As alaykum. As, hey, waislamu uliwaambia siku ile ofisini kwangu, na leo hakikisha kwamba wewe ni mtu mwingine, ushabadilika, si ndio? Eh, kabisa mimi e, Mi hapo awali nilikuwa nikuwapo ni Mkristo na sasa hivi nimekuwa Muislamu. mm. Kasi. chasilimu, mm, kabisa Alhamdulillah. Yeah. Kwao mambo yale sijui nini amna tena, yeah, amna tena amna. Na unafunga. Yeah, nafunga kama kawaida. Allahu Akbar. Takbir, yeah. Aya, basi naomba tukae bwana, tukupe jiko yeah. Santi. Imam, hebu pokea nani yake. Naomba wali asogee hapa pamoja eh, no kwa na kwamba Waislamu wote ni mashahidi, lakini naomba mtateua mashahidi wawili kwa ajili ya vyeti sawa eh? Katika wale wasindikiza, hilo halina shida kwa baadaye.

Sema bismillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Ahmad bin Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Muchebwana Salum Moleli, itikia naam. Sema Naam. Naam. Naam. nina kuozesha, nina kuozesha mdogo wangu Hawa Omari, Omari, Ali, Ali, kwa ridha yake, yake na kwa idhini yangu, yangu, na kwa mahari tuliyokubaliana. Sema naam, nimekubali kumuoa Hawa Omari, Omari Ali, Ali kwa ridha yangu na kwa mahari tuliyokubaliana. Mwite tena Bwana Salumu Moleli sema naam. Naam. nimekuozesha nime Hawa. Hawa omari, Omari. Ali hali. kwa ridhaa yake, yake na kwa idhini yangu, yangu kama alivyoamrisha Allah na mtume wake na kwa mahari tuliyokubaliana sema naam, naam. nimekubali nime na nimemuoa

Muda unaruhusu takapongezwa huyu jamaa hata hmm, watu wawili watatu wamuombe dua, wa jamaa mpongeze, najua time taima tarawih. Sheikh Salum njoo na wewe usimame hapa, njoo na wewe shemeji yake Waislam, hata wawili watatu mpe mkono. Barakallahu llahu lakuma wa baraka alaykuma, nusu tu ya safi ya kwanza Allah barik sana jizakum, ah, jazakum llah khair aya ah, rukh rukhsa, sasa meza mkaendelea. Rukhsa savaende kwa mkewe Salum. Uislamu unasema Ramadhani, usiku tu, um, mchana usimsogelewe bibie. Kishki TV, TV, nuru ya dini yako.